Gigy ni, ni, ni, ni mwanamke msikivu kwanza, unaelewa unapomwambia hichi sio sawa, atakuelewa unaona, cha kwanza. alafu Gigy ni mwanamke mwenye heshima sana kuliko ni watu wote wanavyodhani. Ana heshima sana big time, yaani yaani, kuna vitu mwenyewe unaweza kufanya ah, unaona paka unaona huruma yaani, anyway ana heshima yaani, ana respect kama tu wewe utampa heshima pia, unaona ila mapungufu mengine kimadogo madogo tu, unajua binadamu tu. Kikubwa kama umeshampenda mtu, <laughs> mtu unakuwa una, una, una, una upo, upo tayari kumrekebisha. Unajua hakuna binadamu ambaye amekamilika na uwezo ukaletewa tu labda umumbe wa kwako, kwa hiyo vinginevyo ni wewe mwenyewe kumtengeneza, ila ni muelewa, ukimwambia this is not right, anarekebisha na ni msikivu sana. That's all. So, unaishi pamoja? mm, mimi na kwangu yeye yeah, ana kwake ila mara nyingi tunakuwa pamoja oh. Tunaweza tukatoka kazini tukaenda, tuka, tuka, tuka, tuka kulala kwangu mi, kaenda kulala kwake yeah, yani oh, okay. tuna, tuna makazi sehemu mbili. So plan yenu ikoje? Is it real? Ma, ma Tun, tuna malengo mengi yeah. Mengi sana sana, sana. Lakini o, kubwa zaidi kwanza tunataka tumbadilishe Gigy mm. Uh, kama mwenyewe aw, awali alivyokwambia yeah. Yani kuna vitu vingine ambavyo fanya sasa hivi mediocre and yeah. Mediocre and tayari kuna watu uh, kibao wanamwangalia yeye. Yeah. Yeah. <laughs> Wanamwangalia yeye na wanataka kufanya kama yeye wengine okay. ye. Yeah. Yeah. Wanakompiti naye wanaangaika usiku na mchana kuhakikisha tu wanamshusha okay sasa tukaona kitu kidogo tubadilishe kwa sababu tayari ishakuwa Gigi. Ni tayari mtu mkubwa oh, ni brand. Yeah. No, na kuna namna anaweza kafanya ya tofauti na ikamwingizia kipato kizuri na akakuza zaidi na zaidi na akakuwa okay. jina lake zaidi. Kwa hiyo bado tupo katika ku, ku, kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa, kwa sababu mimi sasa hivi namsimamia nikishirikiana niki na, na Mingo na watu wengine tofauti tofauti tunamsimamia kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa kwa hiyo kuna tuna malengo mengi, tuna malengo mengi sana. Kuna kampuni ambayo tutaanzisha ya kwangu mimi na yeye nice, pamoja na Mingo yeah. Alafu kuna, kuna biashara ambayo mwakani tunaanzisha ya kwangu mimi na yeye okay. Na kuna, kuna vitu vingi, tuna reality TV show, tuna kiwanja pia. Kwa hiyo tuna mengi sana ambayo tunatarajia kuyafanya. Tunamwomba Mungu atusimamie nimependa ni a very nice love story. Nimalizie na wewe sasa, make nimemuuliza tu yeye, amesema ni real, maswala ya ndoa na nini, umemtaja, unamchukulia kama mume. Sasa hivi ikoje kwa mtazamo wako wewe? Kwa mtazamo wangu, kuna muda ananivunjaga moyo yani, kuna muda najua mimi mtoto wa kike, lakini nikosea kidogo tu narudi nyuma okay, kwa sababu alinikosea nini na nini. Mm -hmm. Lakini ni mtu ambaye anaonyesha kwamba hapendi kurudi nyuma tena. Oh, hapendi okay. Yani kama kumefuta, tumefuta tuende mbele.